Neema zote tulizojaliwa na Mungu, miaka yote tuna mark time, hatuendi mbele, tumebakia kupeana ngonjera. Tunahitaji, lazima wa Tanzania tuchukue hatua kwa ajili ya kesho iliyo bora. Hadithi za kuambiwa kila siku tuziweke pembeni, sawa? Ndugu zangu sana wanaigoma, naomba sana wana Mwanza mkanipatie kura nyingi za ndio ili nikapate kuliweka taifa hili kwenye reli, ili nikapate kuwanyoosha wale ambao wamepindapinda pinda. Uweza huo ninao na nia hiyo ninayo. Nimeamua kujitolea kwa ndugu zangu wa Tanzania, nimeamua kuwanyoosha wale walio, tunahitaji kila Mtanzania aweze kuishi maisha safi na bora, aweze kupata huduma maji safi na salama. Tena kupitia ilani yetu, kwa tafiti tulizofanya, tukasema tunahitaji kila Mtanzania apate maji safi na salama, na baada ya kupata maji safi na salama, apate huduma hiyo bure, pasipo malipo kwa sababu hakuna kiwanda kilichotengeneza maji. Maji haya ni Mungu ametupa bure, hatujanunua kama ambavyo hatununui hewa. Hivyo ni wajibu sisi Sauti ya Umma, endapo mtatupa madaraka, tuhakikishe kwanza, kila mtanzania anapata huduma maji safi na salama, lakini la pili, huduma hiyo iwe bure. nguzangu wanaigoma Changamoto zinazotukabili ni nyingi, madawa hospitalini ni hadisi, mambo madogo madogo, miaka na miaka tunaimba ni hayo hayo, hakuna mabadiliko. Ukienda wanafunzi wenzetu, vijana wetu, wanafunzi, madarasa hakuna, vijana wanakaa chini kwenye madarasa, walimu hakuna. Sisi tumesema SAU tunatoa kipaumbele na kuhakikisha tunarudisha heshima ya walimu. Walimu wamedharaulika, lakini pia lazima kama serikali tutengeneze mazingira shawishi, ili mwalimu naye aweze kusema nataka niende nikafundishe kijiji fulani. Kama binadamu alivyo binadamu mwingine, kila mtu anatamani mazingira ya aina fulani, kila mtu anatamani mazingira mazuri zaidi, kila mtu anatamani napokwenda kufanya kazi niweze kupata na kipato zaidi. Hivyo ni wajibu wa serikali kutengeneza mfumo wa kuweza kuwavutia zaidi walimu waende waombe wakafundishe vijijini. Wapo ambao walilazimishwa, mwisho wa siku wanaishia kuacha kazi. Tumewasomesha, lakini nafika hatua ya mwisho mtu anaona mazingira ni magumu. Unakwenda kufundisha shule, maji safi na salama hakuna. Ukifika ukipewa maji, unaniambia ni chai ya maziwa ama ni maji? Kuna mwalimu anaweza kukaa kwenye mazingira hayo? Tunataka sisi SAU tutengeneze mazingira mazuri ya mwalimu kwenda kufundisha. Tunataka vifaa vya ufundishaji, vitendea kazi viwepo, ili kazi ya ualimu ifanyike kwa ufanisi, ili mwalimu akiwa kwenye kazi yake ambayo ni wito wake aweze kufurahi katika kutekeleza jukumu lake. Sasa yake nimezielewa kiukweli. Kikubwa ambacho nawaomba tu viongozi wengine ambao wanaendelea kueneza sana na itikadi ya vyama vyao, basi walau wajitahidi kuwaeleza Watanzania watawafanyia nini kupitia rasilimali zetu, kama alivyotueleza mgombea wa urais wa Chama cha SAU au ndio maoni